Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani amewasili asubuhi ya Jumaa 21 Novemba 2025 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ndjili Kinshasa, kwa ziara yake ya kwanza kabisa mchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Alilakiwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi pamoja na viongozi wa serikali. Ziara ya kihistoria kwa mujibu wa ikulu ya DRC. Huu ni ujio wa kwanza kabisa wa Emir wa Qatar mchini humo na unalenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, ushirikiano wa kiuchumi, mazungumzo ya usalama, hasa kuhusu machafuko mashariki mwa DRC. Qatar imekuwa mwezeshaji mkuu katika mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Kongo na waasi wa AFC M23 kupitia mchakato wa Doa. Ziara hii inafuatia safari ya siku mbili ya Emir mchini Rwanda, ambapo alikutana na Paul Kagame, mwelekeo wa uwekezaji . Akizungumza kabla ya ziara hiyo, waziri wa uchumi Daniele Mokoko Samba aliwahamasisha wawekezaji wa Katare kuingia kwa nguvu katika sekta ya madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DRC. Wa mwenga Mwenga, video na sauti vinavyozagia mitanda mitandaoni zinaonyesha kuendelea kwa hali ya wasiwasi katika maeneo ya Walungu, Mwenga na Shabunda kufuatia mapigano makali kati ya jeshi la FRDC pamoja na washirika wake dhidi ya waasi wa AFC M23. Wakazi wa maeneo hayo wameripoti kuwa mapigano hayo yanaendelea kugusa sehemu kubwa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Yanasababisha vifo vingi vya raia, majeruhi na uharibifu wa mali. Baadhi ya watu wanaomiliki silaha katika maeneo hayo pia wameripotiwa kupoteza maisha. Katika majibu ya haraka, umoja wa wazalendo wa Mwenga na Shabunda unaonekana kujiimarisha zaidi ili kupambana na vikosi vya waasi na kujaribu kuondoa tishio hilo kwenye maeneo yao. Hali ya usalama imezidi kuwa tete na kwa sasa wakazi wengi wanalazimika kukimbia nyumba zao, wakitafuta maeneo salama ili kuokoa maisha yao. Kutokana na mashambulizi yanayoendelea na sauti za milio ya risasi, mashariki ya DRC inaendelea kukabiliwa na ukosefu wa utulivu huko, wananchi wakiomba hatua wa za haraka za kurejesha amani. Kirungutwe tayari, hawa ni askari jeshi wa koalisyon Mwenga Shabunda, Mwenga Shabunda. Problema ni situation ya sai hapa hivi, eskale tibukavu, tibukavu